Mwingine anasema hivi, assalamu alaikum. Swali ni hivi: wakati wa kutia udhu, je, inasihi kupandisha mguu juu ya sinki ili kutia udhu miguuni? Eh, ikiwa katika kufanya hivyo inakupelekea wewe kukaa uchi kwamba sehemu zako za siri zitaonekana na hapo pana watu hilo itakuwa halifai. Ikiwa uko peke yako basi linafaa. Uh, kwa hali yote ile sawa tu, ikiwa hata ukitia udhu hata uchimanike unaingia, lakini baadhi ya maulama wasema ni makuruhu tu, kama huingii, lakini maulama wengine wanafanya sema makuruhu kwa hivyo unaingia udhu, hakuna mshikila wote ikiwa wewe mwenyewe uko peke yako utapandisha mguu wa sinki, kwa kuna watu utaangalia kama itapelekea vile kwamba ukae sehemu za siri zionekane, la hilo litakuwa halijuzu. Wallahu tabaraka taala a'lamu.